Coach wa klabu yetu yang Africans na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo, ndani ya siku tatu zijazo, pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha yang Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi nafikiri nimeliweka vizuri eh mchakato huu unaendelea na ndani ya siku tatu zijazo baada majira ya Mwenyezi Mungu mchakato unaweza kukamilika tukawa tumeshampata kocha wetu CV zimetumwa nyingi sana kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa lakini mchezo wa Jumamosi mosi kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye kiateka hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha, mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika presha hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha, tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Yanga Africans ikakwalify kwenda hatua ya makundi inshallah. Jambo la tatu katika yale manne, la tatu, la pili, la pili, eh? ah, wewe. La nne bado hawa wageni Silver Striker kinauchizi kina uchizi kinauchizi, e, kina uchizi hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini siku ya Alhamis na wataingia Tanzania kwa maana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage, majira ya saa mbili na nusu usiku, saa mbili na nusu usiku siku ya Alhamis ndio siku ambayo Silver Striker wataingia Dar es Salaam Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa. Tutakuja kuwatangazia muda, kwa sababu ni official training, na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao. Kwa hiyo nikasema ni wapi pia na taarifa ya hawa bwana kuja, pengine mkahitaji kwenda kufanya coverage siku hiyo. Wanakuja basi muda wanaokuja ni saa mbili na nusu usiku na watafanya mazoezi siku ya, ya, ya, ya, ya, ya Ijumaa. Jambo la tatu linahusu uh, niseme ni message mbalimbali jumbe mbali, ambazo zimekuwa zikitolewa na viongozi mbalimbali mbali wa matawi wa klabu yetu Young Africans. Tumepokea message nyingi kutoka kwa wanachama pia wa klabu yetu Young Africans na kwa nukta hii niwapongeze sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ambao walisafiri kutoka Dar es Salaam, Tanzania, kuelekewa Malawi, tena Lilongwe, kwa ajili ya kuisupport timu yetu. Niwapongeze sana, na limekuwa jambo zuri pale Lilongwe. Bahati mbaya tu, bahati mbaya, hatujapata matokeo mazuri. Ndio bahati mbaya, lakini mashabiki wa Young Africans waliplay part yao 100% wale wa Malawi walisema ndio kwa mara ya kwanza wameshuhudia timu ngeni ikiwa na idadi kubwa ya mashabiki katika levu ya vilabu, katika levu ya timu ya taifa hawajawahi kushuhudia wingi ule uwanjani. Kwa maana yake mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans walifanya jukumu lao kwa asilimia mia moja. Bahati mbaya tu rehema, siku ile ya ushindi haikuwa upande wetu, na ndio maana hakuna hata mmoja katika nyie waandishi mliokuja hapa ambaye hata amegusia hilo jambo na kuwapongeza mashabiki wa Yanga kwa kujitoa tena kusafiri kuelekea Malawi kuisupport timu yao. Bahati mbaya tu, uzuri wa lile tukio umefichwa na matokeo. Tumekosa matokeo na kila mmoja akaanza kujadili kuhusu mchezo, tukasahau kutoa credit kwa hawa watu ambao wamesafiri. Lakini pia kuna waandishi wa habari ambao tulisafiri kwenda Malawi, niwapongeze sana. Mmepitia changamoto nyingi njiani, taarifa nilikuwa nazipata. Niwape pole, lakini ndio kazi hiyo eh, ndio? Ndio kazi yenyewe hiyo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, wote mmerudi salama na majukumu mengine yanaendelea hapo. Sasa kwa wanachama, nilikuwa nawaambia tumepokea message nyingi sana, pokea message nyingi sana, jumbe mbalimbali, na zote zilikuwa zinaelekeza ombi maalum la wanachama na mashabiki wa klabu yetu kwenda kwa kamati tendaji Young Africans Sports Club. Tumeona message ya mratibu wa mkoa wa Dar es Salaam, mzee wetu Shabani. Tumesikia maombi ya wanachama mbalimbali mbali, ndani ya Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam, wakiuomba uongozi wa Young Africans mechi ya siku ya Jumamosi itolewe viingilio, hiyo mechi tuwakabidhi wao hiyo mechi tuifanye kuwa ni mechi special ya mashabiki na wanachama wa Young African Sports Club kwenda kuibeba timu yao na kuipeleka hatua ya makundi. Sasa asubuhi leo viongozi wamekutana, asubuhi leo viongozi wamekutana na wamelichakata hili jambo kwa picha kubwa, of course, kama mnakumbuka uh, tulishatangaza viingilio tukasema mzunguko itakuwa elfu tano VIP vipc itakuwa elfu kumi B 20 na A ikawa 30, na alhamdulillah mwamko ukaanza kuonekana kwamba watu wanaitaka mechi ya, ya, ya marudiano hapa Dar es Salaam. Lakini viongozi wamekutana na asubuhi leo wamejadili maombi hayo, wamepitia hoja ambazo wanachama wame, wame, wameziainisha na kimsingi wamekubaliana kulipokea na kulipitisha ombi la viongozi wa matawi na wanachama wa klabu yetu ya Young Africans. Wa... wamelipokea na wamelipitisha. Limepita kwa staili gani? kwanza alikuwa anakuja maombi pale kwamba sasa tufanyeni eh, tutoe viingilio eneo la mzunguko tu alafu huku, VIP huku watu wanunue tiketi kama kawaida, lakini baada ya mchakato huli na tathmini iliyofanyika ikagundulika, watu hawa ambao wananunuaga viingilio kwa maana VIP wanakuaga wahanga wakubwa, kwa sababu ushatoa hela yako, unafika pale unashindwa kwenda kwenye nafasi yako uh, vizuri na taratibu za kuingia pia zinakuwa changamoto nyingine. Kwa hiyo ambacho uongozi wa klabu ya Young Africans umekubaliana, mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Strike, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio, majukwaa yote isipokuwa isipokuwa jukwaa la vipa na jukwaa la vipb limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano, tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya black card shilingi milioni moja. Hawa wamepewa kipaumbele, wataketi jukwaa la vipa lakini pia kuna wageni waalikwa mbalimbali ambao majukwaa hayo yamekuwa reserved. Kwa hiyo Jumamosi unapoamka nyumbani, ukaja Benjamin Mkapa, jua maeneo yote unaruhusiwa kwenda kuketi, isipokuwa jukwaa la VIP a na jukwaa la VIP B. Lakini maeneo mengine yote Mwanayanga mwenzangu, unaruhusiwa kwenda kuketi. Ni ombi ambalo mmelileta kwa uongozi wa Yanga African Sports Club, na nikiri, lilikuwa ombi gumu kweli kupita, lilikuwa ombi gumu kweli kupita, kwa sababu viongozi wana mahitaji mengi kweli sasa hivi ya kufanya, lakini kipaumbele ambao tuko nacho sasa hivi, kipaumbele ni group stage, ndio kipaumbele cha Yanga. Hakuna kitu kingine kwenye vichwa vyetu isipokuwa hatua ya makundi ya CAF Champions League. Kwa ili hombi ilikuwa gumu, lakini kwa upekee wake viongozi wameweza kucompromise vitu vyote kwa ajili yetu sisi wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Sasa basi, baada ya ombi hili kukubaliwa, ndipo ninapokwenda kwenye ajenda yangu ya nne na ajenda yangu ya